Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu jimbo kuu katoliki Tabora, Mwashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Mwashamu Askofu Wolfgang Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, Mwashamu Askofu a Ezobi Sinzigilwa, makamu wa rais wa baraza Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera bunge na uratibu, waheshimiwa maaskofu wakuu wote. Naomba pia kutambua uwepo wa mwashamu maskofu Paulo Luzoka, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Tabora, ametoka kidogo lakini tumekuwa pamoja naye hapa. Washamu maaskofu wakuu wote, Mheshimiwa Pat Johnson Kalidukili MSFS Mkuu wa shirika la Wafransalian Ulimwenguni. Mheshimiwa Padre James Panthalanical MSFS Baba Provinciale wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa sana maabate wakuu wa mashirika ya kitawa wote, Mheshimiwa Padre Chesko Msaga Naibu Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, Wajumbe wa, na wajumbe wote wa sekretariat ya Baraza la Maaskofu nchini Tanzania. Waheshimiwa wakuu na wawakilishi wa taasisi zote za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Mheshimiwa Deusdedit Katwale mkuu wa wilaya manispaa ukimwakilisha mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mbunge wa manispaa viongozi wote wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama na vyama vya siasa, waheshimiwa mapadre, wawekwa wakfu wote wa kike na wa kiume, wapendwa maflateli, walelewa wote wa upadre na utawa, viongozi wa dini na madhehebu ya dini, wanahabari na mawasiliano, nanyi ndugu zangu nyote tuliokusanyika hapa. Itifaki ikiwa imezingatiwa Kristu. Basi najua inawezekana baadhi yetu kama sio wote tukawa tumechoka, lakini naomba mnivumilie. Sina jipya na neno moja tu, kuwashukuru na shukurani za kwanza. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Ndugu zangu ninapofikiri juu ya neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu maneno ya wimbo unaosemekana kutungwa na mwanamuziki Ray Ufunguo ndiyo yanayokuja moyoni mwangu na hata kichwani mwangu maneno ya wimbo huo yanasomeka Kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake, ni Mungu waketie juu. Midomo yangu itaimba maneno ya kukushukuru, asante na kushukuru Bwana wa mbinguni. Na maneno hayo karibu yanaenda sambamba na Zaburi ya 116 aya ya 12 hadi ya 13 inayosema nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha uokovu na kulitangaza jina lake. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa yote. Aidha, namshukuru hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa kuniteua. Endelea kumwombea huko alipo, astarehe kwa amani. Namshukuru pia Baba Mtakatifu Leo wa kumi na ambaye kabla ya kutolewa kwake kuwa baba kwa mtakatifu alikuwa katika dikasterio ambayo pamoja na mengine inahusika pia na uteuzi wa maaskofu. Kwa vyovyote naye atakuwa alihusika kwa uteuzi wao. Namshukuru sana namshukuru sana pia baba mwadhama Protas Kardinali Mugambwa si tu kwa kumwomba baba mtakatifu ampe msaidizi au wakupe msaidizi wa mwadhama, lakini pia kwa kuniweka kwa kuniweka wakfu wewe mwenyewe mimi ikuwa askofu tangu siku ya kwanza ya ya kutangazwa kwangu. Niwaambie, kwa madhama amekuwa karibu sana nami kuhakikisha mambo yote yanakaa sawa na vizuri kama inavyoonekana sasa. Kwa watu wa Tabora tumesema alipenda kuhakikisha mambo yote yanakuwa bamba. Wakati mwingine hata alinitania tania kuhakikisha mapigo yangu ya moyo au presha inakaa sawa. Wamwadhama, asante sana. Asante pia kwa maumili yako mazuri na matamu sana kwa kweli, nayo mengi mazuri ya kuzungumza juu yako kwa bamadama. Maana sasa nimekufahamu kwa kuishi pamoja nawe hapa Tabora tangu lipofika, lakini hata nilipoenda kule Roma, huko nago nilipata nafasi ya kukufahamu zaidi. Basi toshe tu kusema na kushukuru sana Naona fahari kuwa msaidizi wako wa karibu na nikuahidi, kama rais wa Baraza la, la Maaskofu alivyosema kwamba mimi niendelee, kwamba mimi sio yeye mwenyewe, bali mimi ni msaidizi <laughs> na kama msaidizi, niahidi kwa neema za Mungu nitajibidiisha nitajitahidi kuwa msaidizi atakayefanya kazi hiyo kwa Bwamwadhama, kwa baraza la maaskofu nchini in Tanzania, na kwa kanisa la ulimwengu katika haki na ukweli. Aidha, nimepokea wajibu wa majukumu wa ulionigawia na ulioyasema hapa ulio Bwamwadhama kwa mikono miwili. Asante, asante sana baba, sana baba. Niko tayari kutumika. I also wish to thank the Apostolic Nuncio of Tanzania, His Excellency Angelo Acatino, for the help he rendered to me from the time of my appointment till now. I thank him and all the staff members of his office. Your Excellency, you are great And I'm grateful. Pia shukrani za pekee kwako Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania kwa neno lako la kunitia moyo, kuniimarisha, kunikaribisha katika urika wa maaskofu. Asante sana baba, na kushukuru kwa namna ya pekee kabisa mheshimiwa Waziri William Lukuvi mgeni wa heshima ukimwakilisha mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kushukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ni mwakilishi wa mkuu wa mkoa mbunge viongozi wote wa serikali vyama vya siasa nawashukuru pia kwa zawadi zenu kwa zawadi mlizonipatia Uwepo wenu umeifanya siku hii kuwa ya furaha zaidi. Asanteni sana. Shukrani kwako pia Baba Mwasha, mwaskofu mkuu mstaafu Paulo Luzoka, kwa malezi yako ulipokuja kuwa askofu mkuu jimboni Tabora miaka 18 iliyopita, nilikuwa frateli Tajisha ushema, ushemasi na upadre lakini pia ndiye ulioniongoza kwa mafungu ya daraja la uaskofu. Na kushukuru kwa malezi na kwa yote, asante sana baba. Basi tutamfikishia shukrani, na dhani alitoka kidogo. Shukurani pia kwa baba yangu mwashamu askofu Joseph Mlola na kaka yangu mwashamu askofu Wibrod Kibozi kwa kukubali kuwa mashahidi wangu katika viapo nilivyoweka jana pia natoa shukrani kwako kaka yangu mwasham Christopher Ndizeye kwa tafakari yako nzuri uliotoa jana kwenye masifu ya jioni. Nakakumbuka kale kawimbo bududududududu, natafuta tu nota zake, mziki wake <laughs> nakushukuru mwashamu Kibozi na kaka yangu uliyeniachia uliyeniachia ziwa katika daraja la uaskofu mwashamu Romanus Mihale askofu wa Jimbo Katoliki Iringa, kwa kunisindikiza katika kutoa baraka. Lakini pia nakushukuru kwa kukubali kuliachiwa ziwa la mama mama kanisa kanisa la ulimwengu, ungeendelea kunyonya kwa miaka mingi, labda mimi nisingetangazwa. Asante sana, baba Mihale, ndio kaka yangu nayemfuata katika urika shukrani zangu nyingi pia nazitoa kwako mwashamu askofu Nzigirwa kwa jukumu mlilofanya hapa, na baba mwadhama na askofu mstaafu Ruzoka, kwa waadhimishi wenza, ni wazi hii ni pamoja na maaskofu wote mliopo hapa. Vyanzo vyetu vya habari vinathibitisha jambo hili, ambao najua wengi wenu mtakuwa hamkulijua. Niseme nisiseme kwamba sasa mimi ni askofu mwenye umri mdogo kuliko wote katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini siwaambie umri wangu. Na kati ya maaskofu waliopo hapa wako walimu na walezi wangu katika Seminari Kuu ya Kibosho na Kipalapala, hasa Kipalapala. Nawashukuru nyote kwa kunitia moyo na kwa, ku, na kwa kushiriki nami katika adhimisho hili la misa ya kuwekwa wakfu kuwa askofu mwenzenu. Asanteni sana kaka zangu na baba zangu, na nitaendelea kujifunza kutoka kwenu misi kadogo dogo hivi bwana. <laughs> Namshukuru pia hayati askofu mstaafu Albert Tivino, misionari wa Afrika aliyefariki tarehe 13 mwezi uliopita huko Kanada katika jimbo alilokuwa anafanyia utume. Yeye ni kati ya washiriki wakuu wa safari yangu ya wito, maana alikuwa paroko wangu kule Kaliwa wakati naanza safari ya maisha ya wito. Alitaka kufika hapa leo, lakini baadaye afya yake ilibadilika na umauti ukamkuta. Astarehe kwa amani. Kwako mheshimiwa Padri Johnson Kalidukili, msfs kiongozi wa shirika hilo la MSFS au wa Fransalia ulimwenguni. Na kushukuru kwanza kwa zawadi yako ya uwepo. Umetoka umefunga safari ya mbali kutoka huko Roma kuja hapa Tanzania, kuja hapa Tabora kushuhudia haya maku ya makuu ya Mwenyezi Mungu na kushiriki kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nani. Na kushukuru sana. Lakini pia naomba upokee shukurani zangu kwa ajili ya wa Fransalia wote. Kwa ufadhili mliotupatia jimbo kuu Katoliki la Tabora katika nafsi yangu katika masomo yangu huko India miaka kadhaa iliyopita. Asanteni sana. Shukrani kwa mheshimiwa Padre Chesko Msaga, Padre Clement Kihio, Secretariat ya baraza la maaskofu hasa kamati ya liturujia taifa, kamati ya liturujia Jimboni Tabora na ile kamati yetu pendwa sana ya Ifucha, nawashukuru kwa kazi njema mliofanya kwa maandalizi ya siku ya jana na leo, asanteni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani pia zien... shukrani hizi pia ziwe kwa ajili ya taasisi zote za baraza la maaskofu, hususan seminari kuu ya Kipalapala ambapo mimi pia nimekuwa mhudumu pamoja na nye. Nawashukuru mapadwe na watawa wote tuliopo hapa, lakini hasa watawa wa shirika la mabinti wa Maria na watawa wote jimboni Tabora ambao tumefanya kazi pamoja na kwa karibu. Nawashukuru viongozi wote wa dini na madhehebu mbalimbali kwa uwepo wenu. Shukrani kwa wanaparokia ya Kipalapala na Kaliua, wanadarasa wenzangu wa Itaga na Kipalapala seminari, wanafamilia, ndugu jamaa na marafiki. Nawashukuru kikundi cha kwaya kutoka Kaliua, Viwawa, utoto mtakatifu, kwa halaiki yenu, nadhani wote mnashuhudia ilikuwa ni shoo kabambe hapa. <laughs> Lakini pia nawashukuru waamini wote, ninamshukuru kila mmoja hapo hapa, nawashukuru nyote, kuanzia mwadhama baba askofu, mwadhama Protas Kadinali wa Tabora na wana jimbo la Tabora kwa zawadi mlizonipatia. Maaskofu wote lakini na kila mmoja wenu aliyepo hapa, nawashukuru kwa zawadi na matashi mema. Asanteni sana sana tena sana nyote, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tudumu katika sala, tukiomba mapenzi yake yatimizwe. Tumsifu Yesu Kristo.